Hii ni Mercedes Benz E class ambayo ina engine ya 271 CGI. Mwanzo Mercedes Benz compressor walikuwa wanaweka hii engine ikiwa na supercharger, lakini kwenye hii modo wakachana na supercharger wakawa na dual stage turbo charger. kwa hiyo humu hakuna supercharger tena, humu kuna turbo charger. Kwa hiyo yale mambo ya kutumia nguvu ya engine kuzalisha nguvu wameachana nayo kwa hiyo exhaust gas pressure ndio unayotumika kubosti au kwenye kufanya uh, controlled air induction au forced induction kwenye cylinders. una piston nne tu, na kama unavyoweza kuona hapo mashine inaonekana iko very simple, lakini ikitokea ikitokea unahitaji kuibadilisha, basi utahitaji kuwa na bajeti ya milioni 13 ili kufunga engine nyingine. Na hii ni kitu cha kawaida kabisa kwenye Benzi. Kwa hiyo kama una mpango wa kununua gari na nataka leo nikuchambulie price za vitu kwa sababu hivi ndio vitu ambavyo najua Watanzania wengi wanavikosa ili kuweza kujipima kujua kwamba hii gari mimi naimudu au simudu. Vitu common kwenye hii gari ambavyo vinakuwa vinafeli huwa ni ignition coils. Kama unavyoona hizi zishabadilishwa hapa za kutosha. Umeona? Coil moja itakukosti around laki mbili na ishirini utanunua coil moja. Sawa. Spark plugs original kabisa unaweza kuipata set kwa laki nne na nusu mpaka laki tano. Sawa. Ukija tuseme, imezingua otometa ambayo pia ni kitu ambacho kinatokea kwenye hizi gari. Otometa yake, kama ni kompiti mpya, utaipata kwa milioni na laki mbili. Used, unaweza kuipata paka kwenye laki tisa. Hizo ni price za vitu ambavyo ni common. Tuseme, let's say, unahitaji ile Transmission. Transmission pale utaipata sio chini ya milioni tano kwa sababu hii ni 7G. 7G-tronic. Maana inakuwa ina gear saba. Yeah. Service za kawaida, filter utaichange kwa F35 mpaka F40 Oil filter. Oil utatumia labda Castrol au kampuni nyingine yoyote ya ambayo ni 5W30, ambayo ni base zinaeleweka zinafahamika ni za kawaida, lakini katokea, utahitaji taa ya nyuma pale imevunjika basi, taa utahitaji kuinunua kwa shilingi laki sita na hiyo ni ile ambayo ipo kwenye upande wa bodi. Ikija kwenye ishu ya uh, headlights kama hizi za mbele hapa, itakuwa na renji umo kwenye laki nne na laki tano Sawa bana? Kwa hiyo lakini mashine kabisa, siku utahitaji kuibadilisha mashine yote, itakukosti around milioni kumi na mbili mpaka kumi na tatu kuweza kulipesi shile nyingine, tubo ikifeli, utahitaji angalau uwe na milioni na laki tisa kuweza ku replace. Kwa hiyo kaa, ukiwa na akili zako timamu, amua, ikiwa umeambiwa ukweli ambao watu wengi hawakwambii. Watu wengi wanazitangaza tu, wanakwambia na, na chuma maini, eh, na chuma chuma ya kwenda leather ndani na nini, lakini leather hiyo utaweza kukusaidia kama ukiwa una hela ya kubadilisha gearbox baadaye. Lakini sasa tukiachana na hayo, tuseme sasa umemudu, unamudu hii gari. Hii gari ina ofa mara kumi zaidi ya kile ambacho ungeweza kukipata labda kwenye Toyota au ungeweza kukipata kwenye BMW. Ukiwa nataka comfort, always go for Mercedes Benz. Ukiwa nataka performance, naenda kwenye BMW. Lakini kwenye E-Class Uh, ina perform vizuri especially hii ina speed 260 ina ina ina na, na inachanganya haraka sana, na kumbuka hii ni turbo charged. Kwa hiyo ita offer performance, ita offer comfort hali ya juu na status. Kumbuka hii ni gari ambayo wanatumia watu wazito, kwa hiyo ina status hali ya juu sana. Kwa kama unapenda Mercedes Benz, jua kwamba ina offer vitu vingi na safety yake, sound system yake, uhitaji kwa upgrade kubadilisha mziki, speakers zilizopo ndani zina Mziki mmoja mzuri sana hebu mlete ndani, mwoneshe kwa mfano. Yeah, hapa unaweza ukaona namna ambavyo ilivyo dashboard yake hapa, kuna infotainment screen na nini. Ilikuja hapa tumeshaipima na tulikuta ina fault ya ignition coil number one, ambayo sasa hivi unaenda kuibadilisha kwa kitu ambacho kinahitajika. Ndani kuna space ya kutosha, imekaa kifahari sana. Kwa hiyo kama unajua umejipata, maisha yako sio kama yangu ya kuungaunga, gari nakufaa sana wotekae.